Wakizungumza na mkuu wa mkoa wa Tanga, balozi Batilda Buriani, wakati wa ziara yake ya kushtukiza kukagua barabara za katikati ya jiji, wananchi hao wamesema kuna madimbwi ya muda mrefu kwenye barabara zao, hali ambayo maji yake yamekuwa yakisababisha madhara kwao hasa kwenye shughuli za biashara. Viongozi waione kero yetu, hii barabara ni kero kwetu kwa sababu kwanza, kwanza sisi ni wafanyabiashara wa mtaa huu na ni wa muda mrefu lakini barabara ina mashimo imekuwa ya nakuwa, ya mpaka imekuwa ni kero, maji yanajaa sengine madimbwi yanakuwa yanaleta mpaka mbu, watu wanaokaa mazingira haya na kwa ile madimbwi analeta vidudu vidudu, kwa hiyo inakuwa pia mazingira ni mabovu. Sisi tunafanya biashara ya nafaka hapa, na biashara ya nafaka inahitaji ma, mazingira mazuri. Sasa imekuwa sisi hapa, ikinyesha mvua madimbwi na yani matope na maji machafu, kwa hiyo hata wateja wetu ambao tunawategemea tuna hapa wanakuwa wanaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tumeshukuru leo mheshimiwa mkuu wa wilaya na mheshimiwa mkuu wa mkoa kuja kututembelea hapa na kuona kero yetu, kama atatufanyia kazi basi tutafurahi zaidi. Baada ya malalamiko hayo, mkuu wa mkoa wa Tanga, Balozi Batilda Buriani akatoa agizo kwa Wakala wa Barabara za Vijijini na Mjini Tarura jijini Tanga kuhakikisha wanashughulikia changamoto za ubovu wa barabara zote ambazo zimelalamikiwa na wananchi hao. tuweze tukahakikisha kwamba tunaziga, tunatoa Uh, tunatafuta suluhisho ya maji ambayo yanatuama waweze kujaza vifusi na kuzi na kushindia barabara wakati tunasubiria miradi ambayo itaingia kupitia uh, uh, fedha ambazo za mradi wa Benki ya Dunia ambapo baadhi ya maeneo yatafanyika mwaka huu laki lakini baadhi nyingine itawekwa katika programu zinazokuja, lakini vilevile kuongeza taa za, za barabarani kwamba wanazo wanazo taa hamsini zilizobaki katika taa mia tano ambazo wameleta na wataendelea kuweka katika maeneo ambayo bado hayajawekwa taa. Kaimu meneja wa Tarura jijini Tanga, Mhandisi John Msumi amesema mipango ya kuanza kufanya ukarabati wa barabara hizo upo tayari na wanasubiri mvua zipungue ili kuanza kuziba madimbwi hayo. Ni mipango yetu kati ya sisi Tarura pamoja na wenzetu wa halmashauri kwa kutumia fedha zao za ndani. Tunaomba pamoja tutoe vipaumbele yes, ili kurekebisha maeneo haya ambayo hasa N Na anatuingizia vipato katika jiji letu. Kwa hiyo nimelichukua, nitalifanyia kazi swala hili kupitia ofisi yetu ya Tarura. Tukuhakikishie, mvua itakapokata, kutakapokuwa kumekauka, tutatumia jitihada zote za kurudisha hali iwe nzuri ili wafanyabiashara wetu waendelee kufanya kazi. Kutoka hapa mkoani Tanga, Rajabu Athumani, Mwananchi Digital.